Ndugu zangu wapendwa, jioni hii tunaanza maadhimisho ya sherehe ya mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria, kama kanisa ulimwenguni kuo na, besikia, na iba, kwa neema ya Mungu huyu mtakatifu Yosefu kama tulivyosikia wakati tunaimba utenzi kwamba hawafunze kitakatifu sana mapadre wa taifa la Mungu, mtakatifu Yosefu wakamfunza kitakatifu sana Mhashamu Baba Askofu Methodius Kilaini naye akafata na nyayo, na leo tunakuja kumshangilia kwa utumishi wake wa kiaskofu kwa miaka ishirini na mitano lakini na utumishi kama padre kwa miaka hamsini na tatu. Uwanja za kumpongeza Baba Kilaini, pongeza sana. <coughs> Nafikiri mama kabisa aliona hili somo tulilolisikia kutoka omosai linafaa kabisa katika maadhimisho hili la sherehe ya Mtakatifu Yosefu na linaingia kifu... Yosef. Na vizuri kabisa unapokuja kumpongeza Baba Askofu Kilaini

Hiyo kazi uifanye kwa kiwango cha juu kwa majitoleo na bidii, na tuifanye kazi hii kwa moyo wote, tuweke juhudi kamili, tusifanye nusunusu, tufanye kwa shauku na maadili ya hali ya juu na kufanya kazi hii kujua ni utumishi kwa Bwana, na baadaye una ahadi kwamba kuna tuzo. Bwana anawapa tuzo ile aliyowawekea watu wake. Kwa hiyo sote tukifanya kazi yetu vizuri, kwa bidii, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa imani

Kanza kutazama mwezi, watani, mwezi Machi, wa tatu kuna nini nikasema, mwezi Machi kuna jambo kwa huyu baba Kilaini. Kaanza kutazama kwenye kahistoria kidogo haraka haraka nikakuta mwezi wa tatu tarehe thelathini alizaliwa huko Karema machosi baba Paulo Tegekii Iuzi na, na mama Seria Kukutoka. Halafu nikaendelea nikakuta mwezi wa tatu tarehe

tarehe ya kumi na nane siku ya mtakatifu Yosefu Jumamosi asubuhi, akawekwa wakfu kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam na Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Nafurahi kumwona Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo akiwa hapa

Lakini kwa muda uliokuwako kwenye baraza hapa, na tayari kuna nani ndiye alianzisha kuana manaso wa saijizi asianza na baba Kilaini. Tunakuja leo tarehe 18 tuko hapa tunaanza maadhimisho ya kumshangilia baba Kilaini kwa jubilei yake ya miaka ishirini na mitano ya, ya, ya, ya, ya, ya uaskofu na hamsini na mitatu ya upande. Baba Kilaini, mimi nimepata huu bahati Afanda, ya kukutana naye mara ya kwanza baada ya miaka yake mitano ya upadre mwaka 1977 akiwa mhasibu msaidizi wa jifu pale Munene akaniajiri ikafanya yeye akanionyesha njia ya, ya kuingia upate, ndiyo maana anakuita Bakapeli naye anajiita Samweli. Sasa juzi alikuwa kuwa na nyomo kuja kuadhimisha masifu haya, akaita mdogo wangu Dee hey. uadhimishe masifu ya

Bibi nidisamaiwa baba askofu Kilaini, nimeniambia maneno niliyosikia hapa katika waraka wa Paulo kwa Wakolosai, umetendea ume ume umetendea haki, umetenda kwa moyo wote na umetenda si ili kuwafurahisha watu, lakini umeifanya kazi kumfurahisha Bwana. Na wakeaaza kasema wewe unatisha unatisha kiasi, na watu wanaogopa na kikuli chako. Mungu amekujalia karama Ulitumikia kanisa lake kwa hiyo miaka hamsini na tatu na sasa miaka ishirini na mitano kama askofu umezitumia vizuri sana. Kwa mang'amuzi yangu kwa muda iliyokaa kwenye baraza tangu umeingia hapo barazani Afikiri amin wewe, umeitwa na vikundi vingi sana vya kitaifa na kimataifa, ili kutoa masomo, mafundisho, ushauri kwa ajili ya usawi tiketi za ndege sina hakika, labda madamana wengine wagulu wachache wanaweza kuwa na tiketi iitamazakaka kwa kusafiri kwenda huku na kule. Ukiwa unaitumikia kanisa, unaitumikia jamii, nasema unatisha, si kwa sababu ya umbile pande mtu wapandel lapamine, lakini zile karama Mungu alizokupa kwa kweli nakufanya uusu. Ninajua kuna watu hawataki kukaribiana na wewe kujadiliana na wewe mambo mbalimbali kwa sababu wanajua kesho hey, watatoka amelowana uwezo wako katika kuyaona mambo na kuyafundisha kwa watu ni kubwa sana. Ndio maana sasa hivi najua hutoki kwenye redio. Nafikiri kati ya watu wanaofaidika sana na karama ulio ni Radio Maria na radio mbili, lakini kabla ya hapo radio sa kuwafundisha mambo mengi mbali mbali ya imani mambo yanayohusiana na historia ya kanisa. Inafikiri ni haki tupongeze kwa hiyo kazi ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia kuifanya katika miaka hii ishirini na tano kama askofu na hamsini na tatu kama pale kuongera sana. Usifanye jambo lolote ili kuwapendeza watu. Najua kutafuta kuwapendeza watu kuna mawili, inaweza kuwa, kuwa, kuwa matokeo wa au ni baraka mwenyewe au baraka majahini. Mfano mzuri sana ni Herode. Herode akajua hali yake, alipotimiza miaka kadhaa ya kuzaliwa, siku ya kuzaliwa akawaita watu wakubwa kufanya sherehe, na binti yake akaja pale, akacheza, akacheza, akacheza, hasa akafurahi Herode. Akasema, sasa hebu mno kuniambie, unataka nikupe nini, chochote unachotaka

Ninaamini, labatulahivi umefanya mengi, si kuwapendeza watu, akii asa nyingine hata yalo nayosema wengine hawayapendi. Kwa hiyo sisi tunapokuja jioni hii kupongeza kwa kweli fanya utume wa kwa Bwana kadiri Bwana atakavyo kuwezesha, kwa mfano wa Mtakatifu Yosefu ambaye naambiwa amefanya kila alichopelekezwa na Mungu kwa uaminifu, kwa unyofu. Yosefu amekuwa anataka yale yaliyokutokea ei, katika historia yake ai, basi ingekuwa ni kitu kingine kabisa. Unajua, katamemposa Mariamu kabla hawajakaa pamoja, kama meamkeku anaona mwenzake ananyimba, na tofauti na wengine wanavyofanya

kini Mungu anakuvudisha kasema, wewe Yosefu, ebu mtukuwe Maria kama mke wako, hata kama anajua mte sasa. Hapa huyu huyu mama na mpango mwingine, Yosefu anawajibika kikamilifu pasavyo, wao wajibifu wa unyenyekevu mtakatifu kuzolea utakatifu na sisi baba ugogeavaaiai Mungu akubariki na uendelee na ukumbusho wako mpaka kone la mwisho atakaposema sasa imetosha. Ningeweza kusema mengi sana. Nimesoma katika andiko fulani la gazeti fulani la kimataifa inaitwa Pan African Visions, na tarehe ile na nane ya Mei mwaka jana, namtu aliandika kitu kizuri sana kule Tanzania: legacy of faith, advocacy, social impact as Bishop Kilaini retires. Humo ndani anaeleza hili alivyomwona baba askofu Kilaini kwa jinsi alivyofanya kazi yake, ameacha urithi kubwa akamapuosafa, lakini bado kama askari wa Kristo, yeye bado ika ataele anaendelea na utume. Mungu akubariki, kugawa Kilaini, uendelee kufanya kazi ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo.